Fikiria umelala na unapoamka asubuhi unakuta meli katika bustani yako, inashangaza eh? Sasa kule nchini Norway tukio hili limetokea wiki hii. Ilikuwa ni majira ya saa 11 asubuhi huko Trondheim, Norway katika siku ya Alhamisi wakati meli kubwa ya makontena yenye mita 135 sawa na futi 443 ilipogonga kwenye bustani ya nyuma ya nyumba ya bwana huyu. Huyu bwana anafahamika kama Johan Helberg ambaye alisimuliwa mkasa uliomtokea yeye mwenyewe. Unaweza kusema kwamba ni lazima jamaa atakuwa ndiye mlalaji mzito zaidi kwenye sayari hii ya ulimwengu kwa sababu hakuamka hata mara moja wakati wa tukio zima. Meli imekuja, imegonga, kishindo kimesikika, lakini mwamba bado anauchapa usingizi. Jirani yake ilibidi aje na kumwamsha na kumwambia kwamba jamaa alikuwa na ugeni mkubwa nyumbani kwake kwa, kwa maana ya meli kubwa ambayo ilikuwa katika bustani yake. Johan aliviambia vyombo vya habari kwamba kama meli hiyo ingekuwa mita tano kusini basi ingeingia katika chumba chake kabisa. Unaweza kujiuliza mtazamaji, ni nini kilisababisha meli hii ya makontena ya mita 135 kupoteza uelekeo wake na kumfata yeye? Afisa mlinzi aliyehusika na uendeshaji wa meli hiyo alikuta amepitiwa na usingizi wa pono na kusababisha chombo hicho kuacha njia na kukwama. Kwa mujibu wa TV2 Norway, ambacho ni chombo cha habari katika nchi hiyo, hakuna mtu aliyejeruhiwa wakati wa mkasa huo. Polisi wa nchini humo, yaani nchini Norway, wanachunguza tukio hilo na afisa wa ulinzi ameshitakiwa kwa urambazaji wa kizembe. Pia polisi wanaangalia ikiwa sheria za meli kuhusu saa za kazi na saa za kupumzika zilifuatwa, na kama zilifuatwa, kwa nini mkasa huo ulitokea. Kwa upande wa mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo ya usafirishaji alifichua kuwa meli hiyo imewahi pia kuzuiwa na maji yenye kina kifupi sana na hivyo kutoiruhusu kuelea mara mbili katika miaka ya awali kabla ya tukio hili. Tukio la kwanza lilikuwa ni lile la mwaka na 2023 na, na tena ikafanya hivyo mwaka na 2024 na, na sasa ni zamu ya mwaka 2025 na na tukio lilotokea Alhamisi ya wiki hii. Mimi ni Frank Damas na hii Lushinge sabini na mbili Digital.